Operesheni za kikosi cha Umoja wa Mataifa cha kulinda amani Pierre Lacroix ameanza ziara ya siku tatu nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Katika ziara hiyo, Umoja wa Mataifa unasema Lacroix atakutana na kufanya mazungumzo na viongozi mbalimbali mbali wa kisiasa, mashirika ya kiraia na viongozi wa dini kuthamini hali ya amani, hasa mashariki mwa nchi hiyo. Ziara yake inakuja katika kipindi ambacho Umoja wa Mataifa unatarajiwa kutumia uangalizi wake huko Uvira kuthamini na kutathimini mwenendo wa utekelezaji wa mkataba wa amani baada ya wa waasi wa M23 au AFC kuondoka katika mji huo waliokuwa wameutaka. Mbali na jukumu la kulinda amani na raia, kikosi cha MONUSCO kwa mujibu wa azimio la Baraza la Usalama namba 2808 la mwaka elfu mbili na ishirini na tano. Jukumu lake pia ni kuhakikisha inaunga mkono utekelezwaji wa mkataba wa kusitisha vita. Aidha, ziara yake inakuja wakati huo, Afrika Kusini ikianza mwishoni mwa wiki iliyopita kuwa itaondoa wanajeshi wake mia saba wanaounda kikosi cha MONUSCO kufikia mwisho wa mwaka huu baada ya jitihada za nchi hiyo kuunga mkono upatikanaji wa amani Nchini DRC kwa miaka 27. Mwaka 2025, Afrika Kusini pia iliondoa wanajeshi wake katika kikosi cha SADC baada ya kuuawa kwa wanajeshi wake 17 katika mzozo kati ya waasi wa M23 ama AFC na vikosi vya jumuiya hiyo ya Kusini mwa Afrika.